Mwanamke, ni kosa kubwa kuruhusu mume wako kuishia raundi moja. Naomba niongeze sauti. Mwanamke, ni kosa kubwa kuruhusu mume wako kuishia raundi moja. Nafuatiliwa na wanawake wengi sana hapa katika channel yangu ya TikTok, lakini najua inafuatiliwa pia na wanaume wengi pia, lakini leo nina ujumbe pia kwa wanawake Kadri unavyoruhusu mume wako aishie raundi moja, ndivyo tatizo lake linazidi kuongezeka kila siku. Kadri unavyomwacha kila siku ashiriki tendo la ndoa mara moja kwa wiki na wewe, ndivyo ambavyo tatizo lake la nguvu za kiume, tatizo lake la kushindwa kuhimili tendo la ndoa linazidi kuongezeka. Sasa, nini ambacho kifanyike? Tafuta elimu, tafuta ujuzi, tafuta maarifa, namna gani ya kumsaidia mwanaume katika akili. Katika ubongo wa mwanadamu, ubongo huwa unarekodi matukio yote ambayo huwa yanatokea, hasa hasa ubongo wa mbele. Mwanaume katika ubongo wake akirekodi taarifa ya kushindwa kila siku, kile kitu kinakwenda kujengeka kwenye ubongo wake. Tafuta namna ambayo utakayomsaidia kuweza kuhakikisha unamsaidia mume wako kwenda raundi ya pili mpaka raundi ya tatu. Kitaalamu, mwanaume anatakiwa aweze kwenda raundi zisizopungua tatu kila anaposhiriki tendo. Sasa kwenye hili naomba msinielewe vibaya, wengi wa mkisikia raundi tatu nahisi ili kuunganisha, hapana. Katika tendo la ndoa kitaalamu kuna kitu kinaitwa refractory period Refractory period ni kile kipindi ambacho mwanaume anatakiwa apumzike mara baada ya raundi ya kwanza kwa hiyo anaweza akamaliza raundi ya kwanza at least zisipungue dakika tano zimezidi sana kumi aweze kuanzisha raundi ya pili But, hata kama ataanzisha baada ya dakika ishirini thelathini, it's okay. lakini uhakikishe cha kwanza amekuandaa kwa muda usiopungua dakika thelathini kabla haja kuingilia ili iwe virahisi kwako kufika ndani ya muda mfupi tahadhari nyingine mwanamke aliyeandaliwa kwa muda mrefu, kwa muda usiopungua dakika kumi na tano, anaweza kufika kileleni ndani ya dakika tatu mpaka tano tu. Naomba nirudie hili, mwanamke aliyeandaliwa kwa muda mrefu. Hivyo basi, mwanamke, hakikisha mume wako anaenda raundi zaidi ya moja. Usiruhusu hali hiyo ikaendelea katika mahusiano yenu. Twende katika video inayofuata ujifunze jinsi ya kumsaidia kwa mwanaume kuanzisha raundi nyingi zaidi. Naitwa Dr. Kuboja, karibu katika video nyingine.